Siku ya tarehe ishirini na moja pale KMC ni siku uh, ya mashabiki wote wanaenda kukutana na, na mainfuesa kukutana katikati, wanaujua rudi kabisa, ah fresh kabisa. Katibu kama sijakosea, hapana, mimi ni, ni, yeah. ni founder yeah. au mbeba maono uh -huh. au unaweza kuniita mwenyekiti msaidizi yeah. na kwa nini mwenye kiti msaidizi? kwa sababu sina uroho yeah. wa madaraka, itakiwa mimi ndio president wa hii shughuli kwa sababu uh -huh. ndio ambaye nimebeba maono na nimeianzisha kwa kifupi Okay. Yes. Sawa sawa. Meja, unasemaje? una, una kwa namna hichi kitu ulichokianzisha na mpaka kuweza kukubalika kufikia hii leo, watu wanaisubiri siku ya hamu kuona mashabiki na mainfluencer maarufu sana kucheza ndani ya dimba, wenyewe kuonyeshana, kama ni ishara ya kuungana kitu kimoja. wakati niko Simba nishaye kujiita mimi ndio shabiki mwenye akili. Watu wakaona, wanaona kama labda natamba, lakini eh, kuna, yeah. kuna magepu nilikuwa nayaona ambayo leo hii yameleta ya, ya faida kwa kwa, kwa vijana wenzetu ambao tumekusanyika pamoja kwa sababu uh, sisi tulikuwa tuna timu zetu za taifa lakini zilikuwa zipati supporter. Lakini sisi influencers au watu ambao tunaongeongea kwenye media tulikuwa tumelili sana kwenye upande wa Simba Yanga, umeelewa? Lakini timu ya taifa tulikuwa kama tumeisahau. Kwa hiyo ilitokea dili moja ya ya au watu wa mafia boxing promotion waliniita mimi kwenye kazi, wakaniambia kwamba tunataka ili swala uh, letu la la, la la, boxing ulifanyie promo lakini tunahitaji Uh, watu wenye ushawishi kama kumi hivi ili waweze kupushi. Kwa hiyo mimi nikawapigia simu wenzangu, baada ya kupigia simu nikaanzisha grupu e, la, la WhatsApp nikawa nikawa admin baada ya kuwa admin, wa vilabu tofauti tofauti kwa baada ya kuwa admin ile swala nikawapa kwa wanapushi wanafanyaje? e, kuna kiasi fulani walikuwa wanachukua wanafanyaje? inawezekana. Basi kama tunaongea lugha moja nikatoa nika idea. Jamani mnaonaje e, tukianzisha umoja wa mashabiki wote? Nikaona watu wamesupport, umeelewa? Kwa hiyo tukaingia kwenye michakato basi taratibu tu tunaongeza tunaongeza watu, tu watu, watu. Siku tusema, jamani inawezekana, t tuka, tukasajili tuka kwa sababu hiki kitu eh, kinatakiwa kiendelevu na serikali tutambue. Kisha siku tukafika BMT tukawaelezea, wakatupa baraka zao, tukaandika eh, barua kwa, kwa eh, katibu mkuu, kwa maana Gerson Msigwa akatoa baraka zake. Maana kisha tushamaliza mchakato karibia yote, tushatengeneza katiba, tunachosubiri eh, ni usajili tu uweze kukubalika. Kwa hiyo ni jambo ambalo nimelitengeneza nimeli, nimeli, nimeli, lakini nimeungwa mkono sana na vijana wenzangu na wamesapoti sana mpaka hapa tumefika. Ni kweli mimi mbeba maono, lakini nyuma kuna watu ambao walikuwa na support, kwa sababu unaweza ukawa na wazo, lakini kama wenzako wanashindwa kusapoti hilo jambo, inakuwa kuna ugumu ndani yake, lakini sikupata ugumu kwa sababu mashabiki wote mimi nilikuwa nazungumza nao lugha moja, yani shabiki wa Simba wa Yanga, na kingine kwa sababu mimi nilitoka Simba, nilikuwa na mashabiki ambao nakubaliana nao, nilipoingia Yanga nilipata mashabiki wengine, kwa hiyo eh, kutengeneza ile joint ikawa ni jambo la, la jipesi. Alafu mimi pia kunitania ni rahisi, yani kuniambia kwamba nimefuata hela nimefuata supu nimefuata nini, cheka. Kwa hiyo zile unatania afu unacheka, kwa hiyo imejenga urafiki fulani, leo hii nimewakutanisha mashabiki wasiopungua mia moja plus wa kutoka vilabu hivi vikubwa Simba, Yanga na Azam. Ni kitu ambacho sio kidogo, yaani sio kidogo kabisa. Mtu mwingine anaweza kuona ni kawaida, lakini ni jambo ambalo ni kubwa sana e, na wenzangu wananipa kongole na wanashukuru wanasema kwamba Meja wametukutanisha na sasa hivi angalau wanaanza kuona yale matunda ya kretu ya umoja wetu. Juzi tulienda kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya mheshimiwa Mpogoro akatupa milioni tano ambayo ni kama zawadi yetu sisi kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea kwenye, kwenye mechi yetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho uh, kwangu mimi kimenipa faraja na kila mtu amepata faraja baada ya kuona kwamba umoja wetu sasa umeingiziwa fedha. Kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo ambavyo, uh, vya mikutano kukutana kufanyaje vinaweza vikakamilika, kwa sababu hamwezi kuanzisha chama kama amna, amna akiba yoyote. Kwa hiyo tuna akiba ya milioni tano ambayo tumekabidhiwa na mheshimiwa Mpogoro uh, ni hatua ambayo tumeipiga na mashabiki wote wamefurahi, na sasa hivi ni rahisi tu hata mtu kiewa kuna kikao anakuja eh, kwa sababu wanajua kwamba nini kinachoendelea. Mwanzo walikuwa wanaona kama utani, unapomuita mtu kwenye kikao una una, ah, meja meja akatoka zake Simba kaja Yanga, haiwezekani. Lakini sasa hivi hata mtu ukimpigia simu akiona tu message meja anatuma lazima ijibu. Na sasa hivi nimekuwa napigiwa simu nyingi sana za watu wanataka kujiunga kwenye umoja na wengine wakiniuliza nini na nini kinachoendelea, kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu mimi namshukuru Mungu eh, kwa nafasi ambayo amenipa kwa kutanisha wenzangu, sasa hivi tunazungumza lugha moja. Unaelezeaje sasa kuelekea kwenye mechi yenyewe sasa ya hiyo siku ya tarehe 21? hiyo mechi, hiyo mechi lazima lazima simba kwanza unasema? Yani, lazima Simba afe kwa sababu sisi lazima tuloge mm -hmm. Ah, lazima tuloge eh, ndio hivyo, hakuna namna, hakuna namna ujue. uh -huh. uh -huh. tulienda ani mwaka jana uh -huh. tulienda Kizimkazi uh -huh. tulikuwa mashabiki wa Simba na Yanga tukaenda kucheza mechi uh -huh. wenzetu wa Simba walitufunga goli moja uh -huh. walishangilia sana uh -huh. kwa kile mimi kiliniuma sana kwa, kwa msimu huu ambao na sisi tumeanzisha kwetu hapa eh, kwa maana ya Tanzania Sports Influencers tunakwenda kuwafunga, yaani Simba tunakwenda kuwafunga tena goli nyingi. Hatuna utani, tunafanya mazoezi na tuko kambini kwa ajili ya kuwafunga, hatuna namna. Yaani tutaanza, eh, tutaanza idadi yetu kwa mechi ya kwanza kupata ushindi ili kuweza kuwadhoofisha, kwa sababu hao wakipata ushindi mechi hii wanaweza wakapiga hesabu kwamba kwa sababu tuliwafunga mara sita mfululizo, wanaweza wakaanza kusema ah, tumerudisha mara moja. Kwa hiyo sisi hatuendi kuachia eneo lolote, tutaloga sana, yaani kwa kifupi, tutaloga sana kwa sababu mazoezi yetu sio makubwa. Sasa kama mazoezi una wanafanya nini, lazima e, ung'ate na <laughs> nasema, karibuni sana kwenye uwanja wa KMC mm, complex siku ya tarehe 21, uh -huh, kwa ajili ya kuangalia mashabiki dabi Yaani, hiyo ni mbungi ya maana. Utakwenda kuona mashabiki wote wanaozoea kuangalia kwenye kichupa, kwa maana ya TV, kuwasikiliza mahojiano yao e, mashabiki wote ambao wenye majina yao mjini hapa, karibu na kiingilio kitakuwa bure itakuwa ni festival kuanzia saa sita, milango itafunguliwa mpaka baadaye midaa saa kumi. Kutakuwa na mechi ambayo itakutanisha influencers wa Simba na wa Yanga, ukatuone sisi ambao tuna vitambi, namna ambavyo unajua, sisi wengine tumecheza mpira zamani, lakini mpira ni kama basketi. Yani ukijua, ah, mpira kama basketi, tunautoa mpira mdomoni, sasa tunauweka mguuni. uende ukamuone Meja anapiga pasi. Unajua, mimi naweza nikapiga pasi huko naangalia pembeni eh, yani kwa hii timu ya Simba, timu ya Simba hii kwa kwa wachezaji wao wa, wa kawaida kawaida unaweza ukashangaa mm. Naweza nikapata usajili, unasema serious na kwambia uwezo wangu, wewe utakuja kuona. Jamani, mashabiki wote karibuni eh, KMC Complex kwa ajili ya kuangalia mashabiki Munga, eh, kuja kuzungumza ni namna gani amelipokea eh, jambo hili, na tutataka kusikia atacheza nafasi gani, au atakuwa ile anashangilia atabaki na kwenye nafasi yake, lile kwa shabiki uchebe. Mambo vipi? Mimi niko njema kama unavyoniona mm -hmm. Nimetoka kwenye kikao nikiwa na akili zangu timamu na afya njema. Nashukuru kwanza uongozi ndani ya Tanzania Sports Influencers and Promotion kwa kuandaa na kuratibu tukio hili na mpaka sasa linaendelea vizuri. Kwa hiyo mimi naupongeza sana uongozi sana. Wangu mtacheza na mpangapi kuelekea kwenye hiyo mechi, kwenye mechi ya tarehe 1 Disemba kama dadi dabi ya mashabiki, mimi ni namba 9. Ukisikia namba 9 yenyewe Umenielewa? Namba nane nayekichafua inayojua kufunga basi unazungumzia uchebe. Kwa mimi nataka kwanza kuenda kuelekeza uh, ma, -ma striker wote wanaocheza NBC Premier League. Na ni namna gani unavyokuwa namba tisa, natakiwa utumike, unatakiwa namba tisa, sio kukosa nafasi. Namba tisa ni kumaliza. Umenielewa? Kwa mimi najua watu wana shauku ya kuona namba tisa anavyofanya kazi au majukumu yake ipasavyo basi mimi naenda kumaliza kiu yao. Kwa hiyo kama ana kiu ya kumwona namba 9 anavyofanya majukumu yake ipasavyo, basi ni tarehe ishirini na moja, njooni muone uchebe Yanga nikiwa anacheza namba tisa na ninawakata kiu na kwa kata kiu. Yes, mnajiamini sana mashabiki wa Yanga, hiyo mechi mnaenda kushinda? Kipi kinachowafanya mnajiamini hivyo? Kwanza watu wa Yanga wengi tunajua mpira, mmeelewa? Mm -hmm. Kwanza ukiangalia mimi kihistoria mimi ni wakati enzi zangu nacheza mpira, umenielewa nimehitajika nil, of course uh, nilipata nafasi ya kwenda kucheza nje, ila kutokana na changamoto za maisha za hapa na pale nikabidi nibakie Tanzania, na hatimaye sasa nikaanza kuwa mdau mkeleketo wa klabu ya Yanga. Kama kushangilia nimeshangilia sana, umenielewa. Kama kuwananga wapinzani nimewananga sana, kama kuwakosoa masteka wapinzani nimewakosoa sana. Sasa ni wakati wangu wa kutoa mdomo weka mguu mguu sasa, tarehe ishirini na moja unaenda kuzungumza. Kwa hiyo nikiangalia kwenye mashabiki wa Simba jenzi walivyo mm -hmm, na afya zao mgogoro mm -hmm, sioni kama kuna beki yote naweza kanizuia mm -hmm, mimi sikiangalia aina ya mashabiki wa Simba mm -hmm, na afya zao mgogoro walizonazo mm -hmm, sijaona kama kuna mtu anaweza kacheza beki na kanizuia mimi m, hayupo. Unaenda kucheza mpira kuli kweli, mimi nikikaa pale, hakika mimi nacho nachoweza kusema kama kuna mtu anakuja na shemeji aje pale, ila akiona na ana, ana, shemeji anamwambia yule mwenye ndevu na kitambi na, anaitwa nani, asianze kupata wivu. Mambo ni ya mpira yale. Mimi nakuwa na kichafua kama nilivyokuwa na kichafua zamani. Watu walikuwa wanaimba wadada huko nje wanasema, usiniumizie uchebecheza chafua mimi nitafua uchebecheza chafua mimi nitafua. Kwa hiyo tarehe ishirini na moja pale KMC zitaimbwa sana, zitaimbwa sana, yani wawe ni mashemeji zetu kutoka Simba, mashemeji waliopo Yanga, wote watakuwa wananiimbia mimi, uchebecheza chafua mimi nitafua. Sasa sielewi kama yuko na jamaa yake pale, mimi nikitoka nikimwambia nguo yangu imechafuka, kafue, kama anaweza akaenda kufua. Mimi enzi zangu nimefuliwa sana nguo Umenielewa hmm. Sasa ni wakati wa kwenda kuwaonyesha hmm. ni namna gani nilikuwa na washawishi wa dada waweze kunifulia nguo hmm. okay. Umenielewa. Watu wananiona tu Uchebe nikizungumza kwenye media, wanajua ha, Uchebe wa kawaida tu maneno mengi. Sasa tarehe ishirini na moja twende kaone mpira mwingi okay. Natoa maneno mengi, naweka mpira mwingi okay. Umeni... una kitu gani cha kumaliza? Mimi nawaita kwanza mashabiki wa pande zote, Simba na Yanga kwa sababu kiingilio ni bure hmm. na shughuli itaanza saa sita mchana kuna wasanii kibao na mimi pia nina wasanii wangu nitakuja nao watatumbuiza pale. Alafu baada ya hapo naenda kuonyesha mimi kipaji changu, kwamba mimi uchebe ni mtu wa bori. Umenielewa ni namna gani Enzo Maresca alikuwa ananihitaji mimi uchebe Yanga, yeah. mchezaji wa kwanza kutoka Afrika anahitaji na, na Enzo Maresca ni mimi uchebe Yanga. Hey, hii inahitaji kwamba mtu wewe unamefuatilia mambo yangu ya enzi ya mpira, niliosoma nao shule ya msingi sekondari, niliomaliza nao chuo, wananijua vizuri. Uchebe akiozungumza ni nani? Umenielewa? Nimecheza shule mechi za shule ya msingi, mechi za mtaa, nimecheza pia e, ile umiseta siu umishumita zote mimi nimemaliza, nimemaliza huko. Kwa hiyo ndio maana Enzo Maleseka akasema hapa naona kuna kipaji kikubwa sana ila kwa kuwa changamoto za hapa na pale, nikabaki Afrika, sikujua mpira baadaye unakuja kulipa hivi. mimi ndio ningekuwa mchezaji wa kwanza kulipa ningejua jiam. Ni, najilaumu, najilaumu na hata jumapili na imani nitaokota sana jumapili. Ah, Kama ah, jumapili kama nilivyokuwa tumezoea kuokotesha kwa wachezaji wetu, jumapili zamu yangu, ah, naokota Oya streka namba 9 nakuja, naenda kuonyesha kiwango changu ndio. mimi nasema hivi, walai siu, nisitumie lugha gani nzuri, zile nafasi za mkwala msoa, a, nani mwingine Dube naye alishaikosa nafasi. Sasa mimi, zile nafasi nimekosa, mimi zile nafasi ukiniwekea, ukiona nimekosa, nitawalipeni hela waandishi. Mimi zile nafasi Prince Dube alizowahi kosa, soa mkwala mpanzu na striker yote anayecheza ligi kuu aliwahi kosa, zitunzeni hizo klipu, nitafutieni mimi. Zikitokea nafasi kama hizo nikikosa mimi, nawalipeni. Yaani mnipeni klipu, uchebe umekosa wewe na goli hapa. Vipi, umenielewa? kwa nini beki ameweza kukuzuia mimi? Nawalipeni, hakuna beki anaweza kunizuia mimi. Nakijua nakichafua vibaya mno, yani mpira unaniheshimu mimi. Umenielewa? Kwa hiyo mimi Jumapili naenda kuheshimisha tasnia ya mpira kwamba namba 9, namba 9 kweli, mimi najua kuitumia. Okay, eh, sizungumzi yes, tu maneno okay, karibu sana.